Natoa simulizi pupi, alafu baadaye nitawaletea na shairi. Hii stori ni stori ya ukweli, nilikuwa uko tu mahali mahalimbali tu ambapo sitatanja ni wapi, niliona mambo ya ukweli. Kusema ukweli, ilikuwa ni familia, familia ya watoto wanne, baba na mama walioana Mungu akawabariki na watoto wazuri, watoto wa kiume wawili, watoto wa kisichana wawili, na wakawa kweli, walikuwa wanaishi kwa furaha, tena furaha kubwa. Hata ni familia ambayo niliipenda sana, kwa maisha ambayo waliishi, waliishi kwa furaha, wakaishi kwa upendo Yani ikawa ni familia ya kuingwa mwenendo wake, lakini kandri siku zilipoenda upendo ulianza kupoa, na nikaona hakika ilikuwa ni tishio kubwa sana kwa maisha yao. Sasa wakati upendo ulianza kupoa, walianza mienendo ambayo, yani, tabia ambazo hazikupendezwa. Imagine baba na mama wanafanya tabia ambazo hazieleweki wanatoka nje ya ndoa na wako na wamekakika, wamebarikiwa, wako na mali, wako na watoto wazuri. Mimi nikawa tu sasa, roho yangu ikaanza yenikaanza kusikia kuchoka na wao. Sasa kadri walivyoendelea kwenda nje, sijui ni baba ama ni mama, mmoja wao akapatwa na ngonjwa ambalo ni hatari sana na ambayo kwa sasa watu wamakiniki wa nalo, yani watu wamerelax, watu wamesahau kama iko na wanaona ni kawaida. Kama juzi hivi nikapita tu mahali nikasikia tena wakisema hey, jamani, kama hauna ukimwi jamani, hauko fashion mwenyewe nilishtuka. Manake ni kwamba ukimwi ni dhahiri na ni halisi na ni kusema kweli hupo. Na Mungu amenipatia hii account nikapate kuelimisha watu kuhusu mambo ambayo itasaidia jamii zetu. Ninaumwa sana kuona tabia za kuoza katika jamii ambazo baadaye zitatuletea mambo ambayo si mazuri katika maisha yetu. Turudi pale pale ambapo nimekuwa na hii story kwamba baba na mama wakaanza kutoka nje, mmoja wao akaokota hiyo basi, sijui ni kuokota ama ni kufanywa nini, wewe mwenyewe utaniambia hapo chini. Akashikwa na hilo gonjwa mbaya, basi akaja akaletea mwenzake kandri ya muda ulipoenda, muda si mrefu sana, walikaa wakaanza kungojeka. Mara wanalazwa mara wanatoka. Unajua, ni wote wako katika ile harakati, hawajui ni nani, maanake hakuna mmoja wao ambaye alikuwa na tabia za kupendeza. Yaani walimsahau Mungu, wakasahau kama kana kwamba wanapaswa kuvumilia kwa ndoa yao, wanapaswa kuonyesha watoto wao mwenendo mwema, na baadaye hata wakapate kuwa kuona vizazi mbele ya vizazi vingine. Unajua wakati mwingine kusema ule ukweli watu wengi wanakufa mapema, ni kwa sababu gani? Wanakimbilia tena pia mambo ya ulimwengu ambayo hayafai. Sasa walipoanza kungojeka, walingojeka wakangojeka, sasa wakawa wote wanalaumiana. Unajua, walisema wahenga kwamba nyani haoni kundule na hilo ndio nilikuja kuamini kwa hiyo siku, kwamba hakuna mmoja alikubali kwamba labda ni yeye ameletea mwenzake, na mwenzake akaweza kuamini kwamba labda ni yeye ameletea mwenzake. Maanake wote walipopimwa, ilipatikana wote kaathirika. Na kwa hivyo hata kulingana na vile madaktari wanapima wanaangalia huyu mtu ndiye alishikwa na hiyo ngonjwa kitambo, anaweza kuwa ameletea huyu. Walipatikana ni almost the same time, sasa hawakujua, manake hawangelaumu mmoja wao. Sasa kutoka hapo, unajua, dunia hii afya ni muhimu sana, yani nimekuja kugundua kwamba hata ni heri kuwa na afya kuliko kuwa na pesa Maanake ukiwa na afya uko na raha zako, unamwishia Mungu vizuri, unafanya mambo yako vizuri, hata kama ni ile chakula ya siku, unapata chakula ya siku, uko na amani, uko na raha. Sasa wote walianza kulaumiana, u ni wewe ukaniletea u ni wewe ukaniletea. Hakuna kitu kibaya, nimekuja kugundua kwamba ni vibaya kukaa una amani na unalaumiana. Hakuna mmoja angesema ni wewe umeniletea, manake kusema ukweli, hakukuwa na mmoja wao alikuwa mwaminifu. Na kwa sababu ya kazi nyingi, stress nyingi, stress nyingi, wale watoto walipia walianza pia wali kuwa na wasiwasi wakaathirika, kwa masomo wakawa pia awa awaendelei vizuri kimasomo, yaani wanahurumia wazazi wao. Ikafika mahali sasa, unajua mama na baba wote walikuwa wanafanya kazi, na kwa sababu ya kuathirika wakawa sasa tena awafanye kazi. Sasa watoto waliathirika psychology na wakawa hakika wanateseka sasa. Muda si muda, unajua sasa, ukiwa ukiwa nyumbani hauna kazi, pesa ni shida, ni lazima maisha yako ikawa iko na matatizo kidogo. Sasa pale pale mama akaangalia maisha, unajua kina mama wanaathirika sana yani, wanaumia sana wakifikiria juu ya watoto wao. Sasa akaona kwamba maisha ni kama imeisha, anatumaini tena yeye. Akashtuka, aliposhtuka alienda hospitali, akalazwa na kutoka, alipolazwa pale ile chumba cha watu hali maututi akutoka maanake, alipigwa na mshtuko akafa. Sasa baada ya kufa baba, na yeye alikaa tu kidogo, na yeye pia siku zake duniani, maana zilikuwa zimehesabiwa nazo zikafikia kikomo. Hivyo ni kumaanisha kwamba watoto wao sasa walijipata katika dunia ingine ambayo jina lilibandilika mara moja na kuitwa yatima, yaani watoto ambao hawana baba na hawana mama. Nikirudia sasa jamii ya siku ya leo, mimi nasema kwamba hii janga la ukimwi limezidi na limezidi sana. Ni tumaini ombi langu kwamba bado tutaendelea kumakinika nalo, ni kwa sababu hakika inasumbua watu wa, wetu wa karibu ambao tunawaacha bila tumaini, bila mwelekeo na bila ujua watafuata nyayo za nani? swali kwangu, swali kwangu, swali kwako pia, swali kwako ni kwamba makinika na hili ngonjwa la ukimwi. Ni kwa sababu liku, ni alisi na maanisha ngonjwa ukimwi lipo, usicheze nalo kaa Rudi nyumbani kwa bibi yako, tulia kwa bibi yako. Kijana msichana, kama bado au njaolewa, tulia mpaka wakati wa kuoa ama kuolewa. Kwanza ujue na mwangalie hali ya uzima wenu. Yakunitisha kwamba wao walipokufa sasa watoto walianza kuteseka, hilo nalo lilitoa machozi machozi, siku baada ya ile nyingine, waliposema kana kwamba dunia haina huruma. Ni kusema kweli dunia alina huruma. Sasa wenye waliokuwa marafiki za hao baba na mama walingeuka, wale watoto hawakutaka hata chembe kuwachukulia kama watoto wao. Ni msemo ambao ni mzuri kwamba mtoto wa mwenzio muone kama wa kwako. Wengi wamelifuuza hilo, na mimi pia hivyo hivyo. Ningesema kwamba unapoona mtoto ana mzazi mchukue kama wa kwako, ni kwa sababu kesho yetu hii mikononi mwa Bwana, na unjui kama pia wako kesho, unaweza kupata nao wamekuwa yatima. Si lazima pia ukangonjeka ili ngonjwa la ukimwi ndiposa ukaondoka duniani. Kuna magonjwa mengine, kuna ajali. Maisha yetu hii mikononi mwa Mungu, na ndiposa nasema kana kwamba unapoona mtoto wa mwenzako yuateseka, mwangalie kama wa kwako. Mungu analo thawabu kubwa kwako siku baada ya ile nyingine. Kusema ukweli, wale watoto waliteseka, wakateseka, wengine walishika mimba, zina mipangilio shagushangaza. Ni kwamba hata wengine wenye kutia watoto wa, wa, wa kina marehemu mimba, walikuwa watu wazima. Nauliza, dunia hii twaelekea wapi jamani? Tuendelee kuona watoto wa wenzio kama watoto wetu. Nauliza, mtu amefikisha miaka thelathini anatia mimba mtoto wa miaka kumi na nane, swali langu ni yaki kweli? Kumbuka huyu mtoto yatima, badala ya kumwonyesha njia wewe unazidi tu kumpoteza. Hilo ni kitu ambacho sijapenda hata chembe. Nikimalizia ni kwamba vijana na wasichana, nyote mjiadhari. Nilikuwa katika harakati za kutembelea wagonjwa hospitali, mimi mwenyewe hapa kwa hospitali moja ambalo kwa jina sitasema Nilipokuwa mahali pale kuwaombea wagonjwa, nilienda nikapata hakika, msichana mmoja alikuwa mgonjwa ili gonjwa la ukimwi. Hii ni kusema kwamba unapopatwa na hili gonjwa, ni lazima tu itafika mahali na itakataa, upende usipende, utakuwa katika ulimwengu mwingine, utajichukia kwa sababu dalili zake, hata chembe hakuna moja linalopendeza. Sasa kwa huyu msichana maskini wa Mungu, alikuwa amekonda mithiri ya ng'onda, nilishangaa sana Mtoto alikonda, kichwa peke yake na mkono ndio zilikuwa zimeachwa. Maskini akiinua mkono, unaona kama ni sanamu. Nilimuona nikamwangalia, machozi ikanitoka. Mamake kando yake nikamwambia, mama na tuombe, ni kwa sababu Mungu ni muweza wa yote. Amini usiamini, nilichosikia sikuamini, wala sikuwa siku na uhakika kama mama mzazi anaweza kusema jambo kama hilo. Nilipomwambia mama tuombe, aliniambia hivi, jamani, nilikuwa naona hata kama atakufa usiku nifumzike. Ilo neno linilifanya nikapigwa na mbutwa. Jamani, kuna mambo ingine mpaka mzazi anachoka, anaomba. Wewe unangonjea upone, yeye anangonjea ufe angalao apumzike. Hapo somo gani nilipata kutoka mahali hapo? Nilijua kana kwamba dunia hii, kila mtu anachoka na mwenzake, ilihali Mungu peke yake ndiye kwa upande wetu, na atowai choka na sisi hata kamwe. Na swali langu ni kama unajua Mungu atochoka nasi, kwa nini jamani, usikae tu maisha ambayo inampendeza? Alafu na yeye atakuwa upande wako, atakukumbuka kwa yote ambayo ulitenda ni kwa ajili ya ufalme wa mbingu. Hivyo kwa sasa niko nalo ili shahili kwa manda ama kichwa ukipenda, ukimwi bado upo, makinika. Karibuni, kilio Kilio, kilio na ililia dunia yote. Kilio changu ndio hiki, janga la ukimwi. Wapendwa, sekunde sitonyamaza, ukweli ni useme. Jamani, tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondolee ukimwi au chagui si rangi wala kabila, wandogo kwa wakubwa wote wanaathirika ukimwi. Au na huruma jamani, makinikeni jamani, tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondolee. Sikitiko, sikitiko, sikitiko kwa madhara ya ukimwi, wanyakuwa baba na mama, watoto kanjipata yatima. Dunia aina uruma, unyanyapa watafanyiwa. Jamani, tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondolee. Maswali yafuatana sana sana kwa wanandoa, wakimbia ndoa ijema. Ukimwi kaambukizwa, siseme kajaribiwa, tamaa zako kakuongoza. Jamani tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondolee. Suleimani mbwenyenye mkubwa, ayo yote kaya jaribu, wake wengi kakusanya kwa ajili ya tamaa. Baadaye akakiri kwamba yote ubatili mtupu. Jamani tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondolee. Kilele nimefika, nifunge ndomo kwa sasa. Ujumbe nimewaletea, vile Mungu alivyoniangiza. Mikono nimenawa, lawama sitopata. Jamani, tumgeukie Mungu, janga la ukimwi atuondole. Swadakta.